Tunakwenda kwenye uchaguzi bila kufanya haya, tunaweza tusibarikiwe sana, na mheshimiwa rais anahitaji dua zetu, anahitaji maombi yetu, tumuweke mikono salama kwa Mwenyezi Mungu, ambariki ili aweze kutuongoza sisi salama. Kule aliko juu anapitia mengi, anahitaji maombi yetu, anahitaji dua zetu, ili aweze kutukusanya sisi wananchi wake wote kwa upendo anaotupa sasa. Tukiendelea kumwombea hivi kwa kweli anapata faraja kuona Mvomero ananiombea, huku ananiombea u... anazidi kupata nguvu ya kuweza ya kutuongoza sisi. Tunawashukuru kwa upendo wa baba, tunawashukuru sana. Ni mwanamke wa kwanza Mtanzania, lakini mmempa mmemtia nguvu na mnaendelea kumpa nguvu. Tunawashukuru ndio leo lisema, tumelipokea tu, hatutoishia hapo. Tunatamani siku moja tukae tuone hao watoto ili tuendelee kuwasapoti kwa, kwa staili nyingine nyingine kadiri, -u -u, kipindi hichi kitakapofika cha kipindi kama hiki tujipange, tuone tunakusaidiaje shehe wetu. Tunaamini hao watoto ni wadogo na wanahitaji kusaidiwa. Tusiishie tu kuwasaidia katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sie tuko pamoja na wewe katika maeneo yote, tutasapoti katika imani zote, tutasapoti sisi. Jana nilikuwa kule kwenye kituo cha kulelea watoto yatima pande wa Katoliki. Tumesapoti kule lakini shehe, na kuahidi tutaendelea kusapoti kokote unakotuambia, tutafika. Kikubwa utupe taarifa na kutuambia siye, tuna wadau, wala hatuwezi kushindwa kukusaidia shehe wangu. Usihangaike na jambo hilo peke yako, tuko vijana wako, tutakusaidia. Au watoto ni wetu wote, na tunaahidi aidi, sie tunalima mipunga mingi sana. Tukifika kipindi cha cha kuvuna, tutakusaidia ili utuone namna gani unaweka huko ili kuweza kuwasaidia watoto hao. Maanake wakipata wao, tumepata sieshe wangu.